Mm -mm. Sasa hii ndizi nimemaliza tayari nimekula. Hii ni nini? Nini, nini. Shia, nini shida kufa. Sasa si ganda ya ndizi tunata niweke wapi? Sasa wewe unataka nifanye nini wakati ni ganda ya ndizi tu? Kitu cha kwanza barabara inakuwa chafu. Kitu cha pili kusababisha ajali. Unajua kama unaweza kufungwa wewe? Kwa hiyo mtu hapo anaweza kufungwa. Mimi nakwambia vizuri. Kwa hiyo nifanye? Na, na ah, kijana, hmm, yes, hiki ambacho mekifanya hapa si nidhamu. Unajua kwamba hili ganda ni ndogo lakini litaweza sababisha madhara makubwa sana kwa jamii. Hivyo ndivyo nimemwambia mimi, lakini akawa hanisikii. Wewe usinitie mdomo, nimekuambia wewe, nini shida? Usianza kuleta mdomo hapa, nitaweza nikakufunga, kwa sababu hii ni barabara ya umma, si yako wewe mwenyewe. Unasikia tu, unaona hivi? Eh. Unapotupa taka hapo barabarani mm, gari itaisha ikaanguka ikaumiza watu. Haya, nimemwambia hivyo hivyo. Lakini pili, pili, wewe umeweka hapa, mwingine aweke, mwingine aweke, itakuwaje barabara itakuwa chafu na mm. Mm. Safi, mm, pia itakuwa na utelezi. Unaona, ukifanya mazingira kuwa safi, afya zetu pia zitakuwa safi. Umenielewa mm? kwa hivyo siku yote wakati unaona kwamba uko na kitu cha kutupa, tafuta mahali kuna pipa la mm. taka, okota. Menielewa mm? ukishaweka pale basi, na kama hakuna pipa la taka hapo karibu, weke kwenye mfuko mdogo, mpaka pale ambapo utaweza tupa mahali pa salama, sawa sawa. Nimekusikia. Sasa utaweza ukachukua ukaenda nalo mpaka mahali pa salama, lakini im eh, na pale ambapo unaenda waambie mm, wenzako wale ambao unawapata kwamba mazingira ni muhimu kwa binadamu. Unielewa? Yes.